Tuelekea kaunti namba 40 ambapo zaidi ya vijana 800 wakiwemo wasichana katika kaunti ya Busia ambao wamehitimu katika kazi za ujenzi wamepata vyeti rasmi kutoka kwa mamlaka ya ujenzi humu nchini. Hatua hiyo inalenga kuwawezesha kupata ajira na kuendeleza kazi yao bila vikwazo. <tipa> Vijana hawa waliojawa na matumaini walifika hapa katika chuo anuwai cha Matayos viungani mwa mji wa Busia ili kupokea vyeti. <coughs> Wanasimulia baadhi ya masaibu ambayo wamekuwa kikumbana nayo kusaka ajira bila kuwa na vyeti hivyo. Kama mimi nimesomea kazi ya mjengo, lakini kwa saizi sina, nafanya kazi certificate. Sasa kuanzia saa hizi tunaanza kutembea kama engineer na certificate, tukijenga tunafanya kama watu wa mkono, lakini sisi ni watu ambao tumehitimu, but we could not apply that bila your certificate, but with the certificate we are going to get today we are going to work as engineers. Sasa wana matumaini kuwa vyeti hivyo vitawezesha kupata ajira na kujiendeleza maishani. Mimi kama kijana nikiwa na hii certificate, nikifika pale inji contractor ataanza akifanya selection, nitapata hapo kazi, nitaweza kusave nitalisha familia yangu na hii mambo ndogo ndogo ya njaa itakuwa imepotea. Butula Technical pale pia Butula Sub County, Mbunge Bwana Joseph Mairo Yula alitu promise kwamba wanakuja kujenga hapo affordable houses. We are the one with this certificate ambao wako hapa ndio wenye tunatarajika kukua pale na tupate hiyo kazi na tufanye ili tujiajiri tuwache hii mambo ili tufukuze njaa kwa boma na tusomeshe watoto wetu. Zaidi ya vijana elfu nne kutoka maeneo bunge yote saba ya kaunti ya Busia watanufaika na mradi huo. Vijana ambao wamekuja hapa ni wajenzi, wajenzi wa kila aina, mjengo wowote, Afrika, USA, UK. Awa vijana ambao wamekuja hapa leo wana ujuzi wa kujenga, lakini saa zingine wakienda mahali kutafuta kazi hawakukuwa na cheti certificate ile iko accredited na National Construction Authority. Kwa hivyo wanachukuliwa advantage of because hawana certificate, na wanalipwa duni, na in case of an accident wananyimwa kulipwa kulipwa kwa sababu insurance inauliza wewe ulikuwa nani hapo Afisa utafiti wa mamlaka ya kitaifa ya ujenzi amesema kuwa mradi huo ambao unaendelea kote nchini unanuia kuwatambua watu walio na ujuzi wa ujenzi na hawana vyeti ili kuwakabidhi vyeti na kuwawezesha kupata kazi na kujiendeleza. na wengi hawana uwezo kupata opportunities kwa sababu hawana ile training. So, NCA inakuja inafundisha hawa vijana maneno ya safety katika construction. Umeshasikia wakati mwingi tunapata kwamba majengo yanaanguka kwa sababu hawa vijana hawana hawaelewi mambo ya safety. Ni mradi ambao sasa unatarajiwa kutoa suluhu kwa ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana hapa nchini. Chencherotich, Runinga ya Citizen, Busia.